a kwenye maisha yako, matatizo yote yanayokuja kwenye maisha yako usiruhusu yakatawala moyo wako. Ukisharuhusu yakatawala moyo wako, kuondoka kwenye hiyo shida inakuwa ni ngumu sana. Uchungu unaopita kwenye maisha yako usiruhusu ukafunika ya moyo wako. Ukishafunika moyo, moyo, ukisha moyo wako kuona matokeo ni ngumu sana Bwana Yesu asifiwe sana, kuna mtu ananielewa. mambo magumu yoyote unayoyapitia usiruhusu yakatawala moyo wako. Kinachotakiwa kutawala moyo wako ni nguvu za Mungu, ni mamlaka za kimbinguni ambazo zitakusaidia kuvuka kwa hicho unachokipitia, lakini mateso uchungu maumivu vita vikitawala moyo wako ukiviendesha kwenye moyo wako huwezi kusogea na chochote Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo leo tunatakiwa tugeuze maumivu yawe fursa yawe mlango wa baraka yawe mlango wa mafanikio. Ninaomba unisomee kitabu cha Efeso ile sura ya nne na mstari wake ule wa ishirini na sita tusome pale. Kitabu cha Waefeso sura ya 4 mstari wa 26 nasoma kwa jina Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, oh, mwe na hasira. Mwe na hasira, ila msitende dhambi. Anasema wazi wazi, mwe na hasira, ila msitende dhambi, jua lisichwe na uchungu wenu jua lisichwe na uchungu wenu bado haujawatoka, bado haujawatoka. Amina. Unaweza ukasoma neno hili kikawaida, lakini hakuna neno la kawaida. Lina ujumbe mzito sana, na ana sababu maalum za kukueleza kitu kama hichi. Bwana Yesu atusaidie sana. Rudi hapa, ni mteule. Narudia kitabu cha Waefeso sura ya nne mstari wa ishirini na sita kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ndio. Mwe na asira ila msitende dhambi. Ameandika wazi, mwe na asira ila msitende dhambi li jua lisichwe na uchungu wenu bado haujawatoka. Jua lisizame na uchungu wenu bado haujawatoka. Amen. Ni shida sana kulala na uchungu, kuamka na uchungu, kushinda na uchungu, kulala tena na uchungu ni shida kwenye maisha ya mwanadamu. Mungu amesema tuwe na hasira ila tusitende dhambi. Bwana Yesu wasabisa haya. Ni maneno ya Mtume Paulo akifundisha katika kitabu cha Waefeso, akitonyesha ya kwamba kweli kwenye maisha unaweza ukakutana na vitu ambavyo vinaumiza, lakini usiishi na uchungu. Bwana Yesu atusaidie sana Sema amina na utabarikiwa. Ama usiishi na maumivu leo hii. Wangapi wanaishi na uchungu leo hii? Wangapi wanaishi na maumivu? Ila biblia imekataa, usiishi na uchungu, usiishi na maumivu. Bwana Yesu wasaidi sana. Na maumivu yanatokana na mambo hayo, kwa sababu inaweza ikawa hatari kwenye maendeleo yako ya kiroho maendeleo yako ya kisaikolojia maendeleo yako ya kiafya. Bwana Yesu asaidi sana, maendeleo yako ya kiuchumi na nyanja nyingine mbalimbali ya maisha yako. Nafsi zetu zina nguvu zaidi tunavyoamini, na zina uwezo wa kukaribia au wa kukabiliana na changamoto au mambo magumu na kuyabadilisha kuwa sehemu ya ukuaji. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina na utabarikiwa. Ninaomba unisikilize, kuna namna tukaweza kufikiri tukazichukua changamoto am, tukachukua yale mambo magumu na tukayageuza kama fursa ya baraka, kama fursa ya mafanikio, kama fursa ya kuendelea. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina na utabarikiwa, na sio mambo ya kuweza kutuzuia na kutengenezea uchungu kwenye maisha. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wananielewa. Kuna mambo ambayo yametokea watu, kuna mambo ambayo yamekuwa ndani ya watu yakawatengenezea uchungu, na ule uchungu ukasababisha maisha yao yasiweze kusogea. Kumbuka maandiko yanasema, moyo wa mwanadamu ni moyo ambao unatakiwa uwe umechangamka kwa sababu moyo wa mwanadamu ukichangamka ndiko chemchem za uzima zinakotoka. Bwana Yesu atusaidie. Lakini moyo wa mwanadamu ukiendeshwa na uchungu, ukiendeshwa na magumu, ukitawaliwa na magumu, tunazuia mema ya kwetu mengi kutoka kwa Bwana, na tunakuwa ya kwamba tunaona ya kwamba Mungu awezi kutusaidia au kutuinua. Bwana Yesu atusaidie. Hakuna kitu hatari kwenye maisha ya mwanadamu kama uchungu aliyoubeba au kama mambo magumu anayoyabeba. Akiyabeba yale mambo magumu, maana yake ya kwamba ameamua kuishi nayo. Akibeba ule uchungu, maana yake ya kwamba ameamua kuishi nayo. Bwana yesu a sema, e Bwana Yesu sema tena e Bwana Yesu, leo ninageuza mambo yoyote magumu kwenye maisha yenu kuwa furaha, kuwa fursa ya kupata mapokeo ya maisha yangu.